Itakayoongozwa na viongozi wa dini, kutakuwa na salamu mbalimbali za viongozi na pia kuuaga mwili wa marehemu. Tunatarajia ibada, salamu na kuuaga mwili wa marehemu katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam ifanyike kuanzia majira ya saa tatu za asubuhi hadi saa saba mchana, Jumatatu tarehe 12 Mei 2025. Mwili wa hayati Cleopa David Msuya utasafirishwa kwa ndege kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanga mkoani Kilimanjaro kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam na kisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA. Na tunatarajia mwili utawasili na kupokelewa KIA kati ya saa mbili na nusu na saa tatu na nusu asubuhi ya siku hiyo ya tarehe 12 Mei 2025. Baada ya kuondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa KIA, mwili wa marehemu utasafirishwa kwa magari na utapelekwa katika uwanja wa Cleopa David Msuya uliopo Mwanga, ambako viongozi mbalimbali na wananchi watapata nafasi ya kuuaga. Tunatarajia ratiba ya kuuaga katika uwanja huu itaanza majira ya saa tano za asubuhi hadi saa kumi za jioni. Tunatoa wito kwa wananchi wa Mwanga na maeneo mengine wanaotaka kuaga mwili wa marehemu au kumwaga mpendwa wao Cleopa David Msuya watumie nafasi hii iliyotengwa kwa ajili yao. Baada ya saa kumi jioni, mwili wa marehemu Hayati Cleopa David Msuya utapelekwa kijijini kwake Usangi ambako kutakuwa na ibada fupi ya maombolezo. Siku ya Jumanne tarehe 13 Mei 2025 ndiyo itakuwa siku ya mazishi ya Hayati Cleopa David Msuya ambapo ratiba itaanza kwa ibada maalum itakayofanyika katika kanisa la KKKT lililopo Usangi na kisha kufuatiwa na mazishi ya kiserikali yatakayoongozwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania, JWTZ. Baada ya mazishi kufanyika, kutakuwa na salamu za viongozi wachache, akiwemo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kuhitimisha shughuli za mazishi. Ndugu zangu waandishi wa habari, tutaendelea kupeana taarifa kadiri muda unapokwenda na kadiri itakavyohitajika na kuanzia sasa mpaka mwili utakaposafirishwa kwenda Mwanga mkoani Kilimanjaro kwa mazishi hapa katika kituo cha urithi wa ukombozi barani Afrika ndiyo itakuwa sehemu maalum ya vyombo vya habari kukutana na kupatiwa taarifa mbalimbali endapo zitahitajika. Asanteni kwa kunisikiliza.